Mwenyezi Mungu, mlingo, mlingo la michezo eh, juzi katika uwanja wa Jenerali Samuel mmecheza na umeibuka ushindi wa goli mbili kwa moja dhidi ya timu ngumu JKT Tanzania, substitution tano ndio iliyompa matokeo pointi tatu. Alivyoingia chazi ya elimu panzu akaingia huyu soa na Moses Abrahamu na Hasani Kante, mpira ulibadilika sana, akafanya sabutusha akatoa kibu kibudenisi, akamtoa Neo Maema, akamtoa Yusuf Kagoma, mpira ulionekana mpira mkubwa sana, akapata pointi tatu. Timu nyingi zimekuwa zikistruggle kupata matokeo katika uwanja wa JKT ila nyie mmekuwa mkifanikiwa kuibuka washindi katika uwanja ule, nadhani kocha anafanikiwa kwa namna gani? Yes. Simba, Simba ni, ni timu kubwa Simba ni timu kubwa sababu JKT tangia wacheze uwanja wao wa meja tsamil kule Mbweni, Simba hajai kuitua hata mara moja, kumbukumbu yangu, Yanga katua mara mbili, Azam mara mbili, juzi tu Azam katua na JKT moja moja moja, zengo za dakika sita JKT akachomwa siku. Simba panacheza mechi na Namungo wanja Mkapa saa moja moja moja, mpaka dakika tisini kwao. Yani Simba wa JKT uwanja wa Mbweni, Simba humsumbui na Makao, msimu huu ndo uwanja wetu wa nyumbani wa JKT. Katika mchezo ule kipindi cha kwanza kocha alionekana kama seleksheni yake haikuenda sawa e, Simba ikaja kupata matokeo mazuri kipindi cha pili. Kwa siku za karibuni Simba ya, ya kupata matokeo kipindi cha pili ilikuwa haijaonekana. Unadhani kocha anafanikiwa kwa upande gani kuweza kuifanikisha kwe, timu yake kwa, kwa, kwa seleksheni alizozifanya kocha? Kocha wetu ni mjeni kwenye Simba, kwenye ligi kuu hii ni mechi ya kwanza kucheza kwa ko, kocha anajaribu kutafuta wachezaji ili apate angalia wachezaji wake wote wanakizi kwenye mfumo wake. Ndio maana kila kikosi cha kwanza Kwala asemkwala na Maema Isufu alikagoma, baadae akatoa afu ya pili, ya pili akamwingiza chazi aua Elie Mpanzu na Soa na Moses Abraham wakaonesha, na mwingine Hassan Kante kwa Simba wanahitaji Simba, na uone wachezaji bora wengi sana kwenye midfield ndio maana Simba kapata matokeo pointi tatu. Kwa maana hiyo ni kwamba wachezaji wanaanza kikosi cha kwanza Simba na walioko benchi wote ni sawa, wote ni wajiri wa Simba na wote kocha takata waena kiwango kimoja. Uwezo wa Morris Abraham anazidi kukua kuonekana, ah, Morris Abraham mchezaji ana namna gani kwa upande wao na kwa mtazamo, Abraham anikumbusha kama Louis Nixon, akitoa anakuja kutoka Dusongo, ndo Nixon pale Mwesia bonga bonga, bonga mchezaji. Bonga namba kumi. Mzuri sana iko bora sana. Kacheza nje Norie akamweza mkataba wake Simba kocha aliondoka Fabdu akamwambia mimi nakuhitaji. Na kweli ndio akabakia Simba. Leo hii iko Simba anatiririka. Bonga mchezaji mzuri sana. Moja ya mabadiliko yaliofanyika ambayo yalionyesha kitu kit, kit, kit, kit, cha tofauti katika eneo la kati ni eh mabadiliko ya Alassane Kanta baada ya kuingia utulivu katika eneo la kati unadhani Simba alifanikiwa hasa kumpata mchezaji kama yule kwenda kutuliza eneo la kiungo katika kosche abongard, kubwa sana, sababu mwenzake Simba ipo anahitaji, namba namba sita namba nane, na, na wanalia sana. Wanalia. Wanalia sana kuja Simba, ndio hiyo kwa Simba anaonesha kitu anacho, na kweli ndio, si tuna namba dume katika usajili wote. Simba namba dume, ukija Seni Kante, ukija nao Maema, ukija huyu Soa, Moses Abrahamu, Atoni, Muligo, Hussein Nangu, naona simba utokalamba dume hapo hapo. Kwa Wilson Nangu, amekuwa akionyesha kiwango bora, magoli anaonyesha utofauti, utofauti wake na mabeki wengine katika kutengeneza mashambulizi na katika kuzuia. Wilson Nango alifunga juzi goli katika mchezo dhidi ya JKT ambako ndipo mlikomtoa. Ni mchezaji wa namna gani kwa upande wako? kuteni kuna ubora ule ule. Akibaki kuna ubora ule, kocha Simba atampa nafasi kubwa sana sababu kulingana, sababu anafunga, anakaba anashambulia kwa wakati. Ndio, beki, adiwe, uwe vile. Akia kiboteka ataporomoka. Mimi namshauri asiboteke, aendelee mwendelezo huo huo paka siku ya mwisho ataonekana beki bora na aati timu au a Abraham kaitwa national timu kwa maana yake apijalie namba akiwa Simba na national timu, akawatoa Baka na Jobu, sababu Baka na Jobu wote ni namba ni ni 4, hakuna beki 4 pale, wote ni namba namba 4, hakuna 5. Yeye anza kaenda pale akavunja ule ufalme wao, na unaona sasa hivi Jobu na ni mamnyeto kaitwa national timu. Yanga ninaona. Yanga ninaona bado kwa mchezaji moja moja, kiwango kinaporomoka. Simba kacheza na JKT, timu nzito inamsumbua Yanga. Ina Yanga je, kupata matokeo yote mitatu ili misimu yote mitatu kupata matokeo JKT, kamfunga mara moja tu, wanja huru mara moja nne kacheza na nani? KMC naonze, iko nafasi ya mwisho, ana pointi tatu tu, kashinda mechi moja, tagari jiku ianze kwa nini <laughs> kwamba kwamba okay, unaona tofauti hapo? Ukiona mtu anaongoza ligi hiyo Simba hajacheza. Ndio maana yake Simba hajacheza. Simba hajacheza mpaka sasa hivi. Hajacheza. Yeye, yeye ndio kacheza, ana pointi 10, Simba pointi 9. Kwa maana Simba hajacheza mechi moja. Ni ndio mpira ndio ule ndio ulivyo. Eh, lazima uweke barabara kuna draw kufungwa na kushinda

Si, tunaweza tusifungwe. Yanga isha drop shee kwa mchezaji mmoja mmoja, n anafunga goli tatu uma goli saba. Kocha wao kazungumza na Manifosta aliondoka. Mimi sina matweka. Wachezaji wao ni Pakome na Diatu. Pakome yeye naye ukimdhibiti acheze mbele aonekani. Naye kachoka, katumika sana. Anaumia. Wao ni mecha silver. Mtu kuna mtu alisema soa boeli mmoja ni soa tatu. Ni kwa maana soa sio muona ya juzi. Kafanya balaa Sana goli mbili. Anasema la anasema la offside lile bana. Offside kasema nani? Wana Yanga.

Hicho kikosi unachosema kibovu msimu kina mpango wa kufika nusu fainali ya Klabu Bingwa. Hebu rudia tena. Hicho kikosi ambacho unakiona kibovu msimu kina mpango wa kufika nusu fainali Klabu Bingwa msimu huu. Kikosi cha Yanga. Sijasikia, hebu rudia tena. Kikosi cha Yanga ambacho wewe unakisema ni kibovu, kina mpango wa kufika nusu fainali Klabu Bingwa msimu huu. Kwani mara ya mwisho champion kufika nusu fainali ni nani? Yanga. Eh, champion. Sina, sina msimu huu sana, nataka afike. Mara ya mwisho, msimu uliopita alishia wapi? Alishia hatua ya makundi. Kwani alishia hatua ya makundi? Nakataa nyumbani? Na Usma

Wanayanga si doubt, kwa wanayanga kiufupe ni kwamba malengo yashatimia, yashatimia tiyani wakifika, wakinja robo,

Oktoba kushona Simba kasema pale Mlimani City kuongoza Simba hakuna, lakini wao. Shukran sana, wana msiba mzito, siemaliza shehe, bado uh -huh, na mambo mazuri sana mengi. Kwa maana yake msiba mzito, Yanga wapo litafakari, wasimame kwenye football. Mpira sio siasa, shehe. Mpira ni siasa peke yake, football peke yake. Wao wanaturudisha huku nyuma, sisi tushatoka huko. Simba mimi sitegemea kufunga Yanga, mimi nategemea kumshusha ilali pale sehemu alipo.